Hapa natamani tena niendelee, maana nilikuja kwa ajili ya kozi ya Kiingereza lakini, baada ya kuona maisha ya hapa yalivyo mazuri, masomo mazuri, tunakula chakula kizuri, tunaongozwa vizuri, nimeamua kuonim, kujaza fomu niongezee miaka mitatu ya diploma. Na kawito na kawito kakaja hapa, hapa. Aa, na kawito kakaja hapa, hapa. <laughs> Yesi tuko ofisini na tunatamani kuzungumza na mwalimu mmoja wa walimu ambao wanafundisha hapa katika kichuo hiki cha North Eastern Bible College kilichoko hapa mkoa wa Pwani, na mwalimu atatueleza mengi kuhusiana na chuo hiki, lakini pia na wanafunzi ambao anawafundisha. Jina langu naitwa Mchungaji Kennedy Rukilo, ni miongoni mwa walimu hapa chuo cha North Eastern Bible College na hapa pia ninahusika kama mkuu wa taaluma katika chuo hiki. Umekuwepo, okay. E. hapa kwa muda gani baba? Tangu mwaka jana Januari tulipoanza hiki chuo nimekuwepo hapa mm, na ninaendelea mpaka sasa okay. E. nipende kufahamu pengine kwa uzoefu ambao umekuwepo nao Uh, wanafunzi ambao umekuwa ukiwafundisha au pengine ambao umekuwa mkiwapokea hapa ni wanafunzi wa aina gani? Tunapokea wanafunzi wa aina nne kuanzia mwaka jana, mm -hmm. Tangu tumeanza chuo hiki, kundi la kwanza ni wanafunzi wanaochukua wa degree kwenye Biblia na theolojia mm -hmm. Hiki chuo ni chuo ambacho uh, tunawaandaa watumishi kwa ajili ya kwenda kuhudumu katika nafasi mbalimbali mbali na kumtumikia Mungu katika ngazi mbalimbali mbali pia wakiwa na elimu nzuri, lakini mm. Pia tuna kundi la pili ni wanafunzi wanaosoma shahada. Ilo kundi kimsingi limeanza mwaka huu kwa mara ya kwanza. Mwaka uliopita tulikuwa na kundi moja tu la wanafunzi ambao ikichuo kimsingi kilihamia kutoka kule Ubungo, kilikuwa kinaitwa A Global Harvest mm -hmm. Kwa kilipohamia hapa na jina likabadilika, kwa tumeanza rasmi mwaka jana mwezi wa pili, na tunaendelea. Kundi la pili ndo limeanza sasa, diploma au stashahada. Kundi la tatu ni Kiingereza, tunaanda watumishi kwa ajili ya kumtumikia Mungu katika nyakati za leo wakiwa na ujuzi hasa katika lugha, pia kulingana na dunia ilivyo. Kundi la tatu tuna... kundi la nne ni kompyuta okay. tunafundisha wanafunzi wa kompyuta nao tumeanza mwaka huu mm. nao tumeanza kuwapokea okay. Yeah. katika makundi yote hayo manne, pengine ni wapi ambao mnawapokea kwa wingi? Kwa uzoefu mwaka huu hasa ni Kiingereza. E, kundi la Kiingereza ndio tumepokea wengi kwa makundi mengine na tunatarajia kutakupokea wengi sana mm -hmm. <laughs> Kwa nini ni Kiingereza ni zaidi wanakuwepo hapa? ni uhitaji mm -hmm. ni hitaji. Tuna watumishi ambao wanamtumikia Mungu kwenye makanisa yao mm -hmm. Sasa wanatamani wajinoe vizuri kwenye lugha ya Kiingereza okay. kwa sababu ya wakati na majira ambayo tunatum nimemwona kuna mwanafunzi mmoja ambaye ni mama wa miaka sitini. Uh, pengine mnapata changamoto gani wewe kama mwalimu kuweza kufundisha watu ambao miaka imesonga kama hiyo? Mwalimu ni mwalimu, huwa ana uwezo wa kuchukuliana na mwanafunzi yeyote ndio maana akaitwa mwalimu. <laughs> Atatumia njia mbalimbali mbali, ili kuchukuliana na mwanafunzi wa aina yoyote, lengo ni kuhakikisha nafika mahali pa kuelewa kile alichokusudia kielewe. Kwa hiyo mm. tunatumia njia mbalimbali tunachukuliana naye mm. e, tuna, na tunahakikisha mwisho wa siku anafika kwenye lengo. Ratiba za masomo hapa huwa kwenu zipoje? <laughs> <laughs> Ratiba kuna ma, katika hayo makundi, kundi la kwanza ambalo ni shahada wao wanasoma kwa, tunasema block, wanakuwa na na, na block moja mbili tatu nne kwa kwa muhula mmoja ambao na wiki kumi, okay. Lakini hawa wengine wanasoma kwa kuendelea na kila darasa inakuwa na masomo hasa a stashahada kuanzia manne hadi matano. Kwa hiyo hizo siku sabini anapokuwa hapa, Kiingereza nao wana mpango wao na masomo kama mawili, wanasoma mambo ya ufahamu na kuijua lugha kwa ujumla, kompyuta mm. wao na kozi fupi fupi zinachukua miezi mitatu mitatu, okay. e, kwa hiyo na wote ha tunafundisha kwa lugha ya Kiingereza mm -hmm. e, wote tu mm -hmm. yeah. wako pengine, kwa wale ambao wanatamani kuwepo na kuja kujifunza kwenye chuo chenu, tunadhani kwamba ni wakati umefika mm. watu kujiendeleza kitaaluma na lugha na fani zingine zingine kwa ajili ya manufaa ya ufalme wa Mungu mm. Kwa sababu tunapohubiri injili huwa inagusa maeneo mengi mm. Na kwa sababu ni mwanadamu anahitaji kufikwa kwa namna mbalimbali. Wengine wanahitaji kufikwa kwa lugha, wengine kwa elimu nzuri, wengine kwa taaluma mbalimbali kama hizo kompyuta zina mchango mkubwa sana katika kum, kumfikia mwanadamu mm. E, kwa hiyo elimu kama hizi, wale ambao wanamtumikia Mungu bado tunawaita na kuwaalika wamtumikie Mungu katika viwango vya juu na vizuri vilivyoboreshwa, kwa sababu ya dunia ya utandawazi pia. Kiimekuwa ni lugha ambayo imekuwa ni changamoto sana, na pengine labda ndio maana wamesema watumishi uh, uh, wengi ambao wanakuja kujifunza wanakuja kujifunza lugha ya Kiingereza uh, uh, pengine uh, katika kufundisha kwako uh, uzoefu ambao umekuwa nao, mwanafunzi anayekuja hapa kusoma ndani ya huo mwaka anakuwa ameshakuwa mzuri kabisa na amebobea kwenye lugha hii ya Kiingereza? Ah, sio kila mtu, tunatofautiana. Mwingine atakuwa kwenye kiwango fulani fulani, mwingine mwingine kiwango kiwango fulani, mwingine kiwango fulani, tumewaona. Mm. Kuna watu wanania anataka afike mahali kabisa elewe. Mm. Kuna baadhi ya watu huenda mwakani wanatarajia warudie tena. Oh, walipoona mwaka huu bado ni kama haijakaa vizuri. Mm. Wameplani mwakani kuanza tena mwaka mzima ili afike kwenye lengo. Mm. Eh, mwaka, anarudia mwaka mzima Sababu so, lugha ya kwetu wa Tanzania Kiingereza ni lugha ya pili au ya tatu Kiingereza au ya nne, wengine. Kwa hiyo mm, lugha zetu zinakuwa na nguvu sana, lakini kwa hiyo kumtoa mtu kutoka kwenye mazingira yake, kumfikisha mahali alipokusudia, kuna kazi kidogo kubwa ya ziada atajitumike. Asante sana mwalimu, asante sana, barikiwe. Kutoka hapa katika chuo cha North Eastern Bible College na niko bwenini hapa. Nimekutana na mama yangu ambaye ni mwanafunzi kutoka hapa katika hiki chuo. Tunatamani tufahamu kile ambacho haswa kimemvutia kuwepo hapa chuoni na vile ambavyo amevipata kwa yeye kwa kipindi chote ambacho amekuwepo hapa katika chuo hiki. Mama, shikamo. Maraba bwana Amen. Unaitwa mama nani? Mi naitwa Grace Ndagara. hmm. Nimetokea mkoa wa Kagera. Kutoka Kagera mpaka hapa. Embo, tuambie siri ni nini na kitu gani ambacho kilikuvutia ukatoka huko ukaja huku, pengine ungeweza kwenda kwenye vyuo vyovyote vile. Aa, kwanza hiki chuo nilipata nilipata taarifa yake kutoka kwa ndugu yangu. Alipata sifa za hiki chuo. hmm. Kwa hiyo akaniambia kuna chuo kizuri, unaweza ukasoma unavyo ulivyokuwa na hamu ya kusoma, mm. Kwa hiyo nikatoka Kagera nikaja hapa na alioniambia yote nikayakuta. Yani kwa kweli masomo ni mazuri, walimu ni mahiri sana, wanafundisha vizuri, lakini pia na maisha ya hapa kama mnavyoona, bweni letu lilivyo ila kina mama, mm. Lakini pia chakula kizuri eh, mazingira mazuri mm. Hakuna kerere, yani kiko mahali palipo tulia sana. Safi sana. Ndio. A, pengine kuna uzuri gani wa tofauti na chuo kingine ambacho mtu yoyote pengine akisikia sasa hivi atashawishika kuja hapa kwenye kituo cha North Eastern Bible College? Mi nafikiri utofauti hapa, kwanza uongozi wake mahiri mm, na ni mzuri sana lakini pia mazingira ya hapa ni rafiki kama sisi wazee miaka sitini. Hapa nikakaa hapa mwaka mzima, tangu Januari niko hapa. Kwa kweli unaona mazingira ni mazuri sana, kwa hiyo yeyote anayetamani kuishi maisha ya, ya, ya, ya kiroho, anakuja hapa, anajifunza. Maana mimi ni mwaka huu niliomaliza hapa, natamani tena niendelee, maana nilikuja kwa ajili ya kozi ya Kiingereza, lakini baada ya kuona maisha ya hapa yalivyo ya ya ya ya mazuri, masomo mazuri, tunakula chakula kizuri, tunaongozwa vizuri, nimeamua ku, ni kujaza fomu niongezee miaka mitatu. Diploma. Na kawito kakaja apa, apa. apa, apa. <laughs> <laughs>Kwa sasa ni mama mchungaji mtarajiwa. Tangi hapa nilikuwa mchungaji <laughs> lakini nataka niongezee sasa <laughs> okay. E, upeo wa kuelewa Sani, kile ambacho natamani nifikie. Hongera sana, mama. Asante, asante. Ninaitwa Joshua Dezi Zakaria Aa, ni mwanafunzi wa chuo chetu cha North Eastern Bible College kwa kifa ufupi NEBKI kichopo kibava na nipo katika masomo ya Bachelor of Arts in Bible and Theology ukiwa ni mwaka wangu wa pili, na kwa neema ya Mungu, kwa nafasi ya uongozi wa serikali wanafunzi pia ni waziri wa elimu mahali hapo. Unatokea mkoa gani? Ah, ninatokea mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji, mahali ni Muhoro. mm -hmm. ndio Hebu tueleze haswa ni kitu gani ambacho unajivunia toka umekuwepo hapa katika hiki chuo? Uh, kwanza ni mazingira mazuri, kama unavyoweza kuona mazingira yetu ya chuo ni mazingira ambayo yanamfanya mwanafunzi asome kwa raha bila mawazo na, na vitu vingine, kwa sababu uh, majengo yetu ni mazuri kabisa ya kisasa. Uh, tuna madarasa mazuri ambayo yana sehemu nzuri ambayo haina makelele na kama mazingira yetu sio sio katikati mwa mji ambapo kuna makelele. Kwa hiyo ni comfortable kwa kila mwanafunzi na m, kuelewa kile ambacho anafundishwa. Tuna maktaba nzuri ambayo yana vitabu ya kila aina ambayo inamwezesha kama sisi wanafunzi wa BA kufanya tafiti zetu na kuleta kazi zetu kama projects ambazo zinakuwa zina ziko katika undani kabisa kwa sababu ya resources ya vitabu ambavyo tulivyokuwa navyo. Pia tuna mabweni yetu mazuri ambayo yapo ambayo yapo vizuri kabisa na mfanya wanafunzi kupumzika. Maana shughuli ya kusoma sio rahisi, lazima kuna wakati mwingine tunachoka, kwa hiyo lazima pate mahali pazuri pa kulala. Ni mazuri kabisa na pia tuna mazingira mazuri ya ya kuabudia tuna chepo yetu na administration block hapo, kama unavyoona, walimu pia wako vizuri. Hiyo tuna mengine mengi ambayo uh, Mungu ametupa neema tumepa, tumepata hapa NEBC. Mwanafunzi mm, ambaye anatazama sasa hivi, mwambie kuna kitu gani ambacho akija hapa atakipata ambacho hawezi kukipata mahali pengine? Uh, kwanza kikubwa ni atapanuka kiufahamu kwa kumjua Mungu uh, na kama um, um, kwa wito basi, utapata ni mahali pazuri pa kutengeneza uh, wito wako, na pia kingine kikubwa ni kwamba kitakutengeneza katika hali ya utumishi, na kama theme yetu na slogan yetu hapa tunatengeneza servant leaders, yani watumishi, wa, watinda, wa, viongozi watumishi. Kwa hiyo, wakija hapa basi ni uta, utakuwa umetengenezwa na unakuwa mtu mzuri na unaweza kuingia shambani kwa Bwana kwa ajili ya kazi ya Mungu.